Namshukuru kwa sababu yeye kama diwani na mheshimiwa mbunge wake kaka yetu Deo Mwanyika waliona hili wazo vizuri, lakini mkurugenzi akaona hili jambo ni la kubeba, halmashauri ikaanzisha mradi kwa kushirikiana na nguvu za wananchi na leo tunaona matokeo ya uthubutu wa kuanza, baadaye serikali kuu Mheshimiwa Rais alipoleta pesa, watu wa Uwemba hela zao zikaenda kwenye mradi ambao wako nao, na leo tuna mradi ambao ni wa upekee sana kwenye mkoa, kuwa na shule ambayo inajengwa kwa nguvu za wananchi, halmashauri na serikali kuu, na tukapata mradi wa majengo ya gorofa madarasa nane yenye vyoo, lakini pia yenye ofisi za walimu. Tujipigie makofi kwa Mtewele. Mimi nakupongeza na watu wa kata yako wanaweza wakatembea kifua mbele kwamba walichagua mtu ambaye ni kijana msomi na na maono ya watu wake, na hii ndiyo tafsiri ya uongozi. Mungu akubariki sana. Sasa la pili, mkuu wa shule, ninakupongeza sana kwa sababu, na we mwenyewe, usingekuwa ni msimamiaji mzuri, usingefika Kupitia wewe nawapongeza walimu wote, namna ambavyo mmekuwa na mchango mkubwa kwenye miradi hii, kwa sababu nyinyi sio sio maengineer, sio kazi uliyosomea darasani, lakini kwa sababu ya majukumu na kwa sababu barua yako ya ajira inasema, na majukumu utakaopangiwa na mwajiri, umekuwa responsible kuhakikisha kwamba mradi huu mzuri unakuwa na matokeo mazuri. Taarifa uliyosoma hapa, milioni 400 na kazi yenyewe vinajieleza wala uhitaji TAKUKURU, wala uhitaji watu. Kuna miradi ukitajiwa fikanaweza kuizana jamani, ili kweli hapa bilioni moja, lakini unaona milioni 400, yenye matokeo, madarasa 8, vyoo, ofisi, na mradi unaonekana, value for money, thamani ya pesa na mradi vinafanana, kuwa shule na kupongeza sana wenyekiti wa <coughs> msaa na kupongeza namna ambavyo wadau na wananchi wamepokea mradi huu vizuri. So, nifikishie salamu zangu kwa wenzako kwa wananchi hapa Uwemba, mna watu wengi sana huko duniani. Nakumbuka Mwamanga hapa alikuwa mkurugenzi wa TASA, kwao ni hapa. Mwanyika Deo ameanza kufanya maendeleo huko hata kabla hajaa mbungi kwa nachosema <coughs> mwenyekiti wa mtaa, diwani wa kata, endeleeni kuwakaribisha wanauwemba wachangie maendeleo ya nyumbani kwao. Tunapoenda mwisho wa mwaka, Mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa mtaa, waambieni wana Uwemba kwenye magrupu yenu ya WhatsApp, kwamba mwisho wa mwaka tunawakaribisha wana Uwemba diaspora, wana Uwemba walioko nje ya eneo letu, tutakuwa na kikao cha maendeleo ya kata mwisho wa mwaka, mnapokuja nyumbani tujadili Uwemba wetu, Uwemba yetu na maendeleo, waone miradi kama hivi, waone vituo vya afya, waone namna ambavyo wanauwemba wenzao kama akina Mwanyika, kama akina Radistraus aliyekuwa mkurugenzi wa TASA nani, Mwamanga, kina Mwamanga, namna ambavyo wametoa mchango mkubwa kwenye maeneo ya nyumbani kwao, ili tuwajengee matamanio. Si unanielewa? Leo Uwemba hapa ni kijiji ni mtaa, una shule ya ghorofa. Umetoka Njombe, unakuja hapa Uwemba, unaona mabarabarani huko, viwanda vya kumenya miti kumenya magogo vipo, tunajenga barabara kubwa ya rami kwenda Ludewa. Kuna mtu kwao ni Uwemba, yuko Dar es Salaam, bado anawaza kwamba kijijini kwao Uwemba watamloga kujenga nyumba ya bati, kumbe hajui Uwemba wana shule ya ghorofa. Uwemba wana, shu, wana nyumba za vigae. Uwemba watu wamejenga nyumba za magorofa kuliko anayo nyumba anaishi Dar es Salaam. Sasa tuambie watu wa Uwemba walioko Dar es Salaam, walioko mikoani wasiogope kuja nyumbani waje washiriki maendeleo ya nyumbani, wasiogope kuja nyumbani wakasubiria misiba itokee ndo waje kuzika, waje wayaone maendeleo haya, na mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa mtaa. Hizi ndo picha za kutuma kwenye magrupu yenu ya WhatsApp, kwamba hapa ni kijijini kwetu Uwemba, hii ni shule inajengwa na serikali. Dkt. Samia ametuletea hela na baadhi ya wana Uwemba wameweka nguvu zao na halimashauri na diwani na mbunge, na haya ni madarasa yanajengwa kijijini kwetu, wanaona ghorofa kubwa kama hivi, ili wajue kwamba hatujadili uchagu unawaonyesha namna ambapo huko barabarani tumeanza kupata wawekezaji wanajenga viwanda vya kumenya magogo, ili mtu akikaa Dar es Salaam kwao ni Uwemba ajue kwamba kijijini kwao kuna wawekezaji yeye, yeah, abaki Dar es Salaam anasubiri watu wafe, atume mchango wa ng'ombe, atume mchango wa mahindi, waambie Uwemba sio mahali pa kuja kwenye kufa na kuzikana, waje kwenye maendeleo. La pili, la, la, la, la tatu ni walimu kwanza nawapongeza hawa watoto kusoma. <coughs> <Sini. tos> ninawapongeza sana wazazi wote wa mkoa wa Njombe kwa namna ambavyo wanajitoa kwenye swala la elimu ya watoto wao, wazazi wa mkoa wa Njombe.